Na ni kutukua fursa ya utakatifu wake, na Mwenyezi Mungu atukubalie, na Mwenyezi Mungu atuweke katika watu wema. Lengo ni hilo. Siku kama leo ni siku tukufu sana, na ndio ikaweka fardhi kama hili na umuhimu wake, ni kuzungumzwa na kutanabahishana mambo ambayo kwamba ni muhimu katika mujtamaa wa Kiislamu, mambo ambayo kwamba yamhusu binadamu yeye mwenyewe kwa kwa mipangilio ya waendeshaji khutba na nasaha, ilikuwa leo wazungumze juu ya kazi ambayo kwamba ni kitu muhimu sana, kazi ambayo kwamba yampa maisha yake lakini kwanza kazi ni kazi ya Mungu kwanza, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, siwaoneshi siwadulishi, ala tijaratin biashara ambayo kwamba itawalinda na adhabu nyumu sana katika maisha. wewe huwa wale, lengo lako ni kuitengeneza akhira yako, kwa sababu hujui utaondoka lini na hujui utapata nini huko. Kwa hivyo ni kuitengeneza ndio, Mwenyezi Mungu akwambia, haladulukum ala tijara tunjikum min adhabin alim. Tuminu na billahi, kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Imani ndio kitu kikubwa sana. Watujahiduna na kuipotolea, fi sabililahi, kwenye ndia ya Mwenyezi Mungu biamwalikum, kwa mali zenu. Uweko tayari wewe kuitumikia dini hii kwa mali yako na kwa nafsi zako, na kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. na intansurullaha yansurkum mkimnusuru Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atawanusuru. Kitu cha kwanza mwislamu huwa akifikiria ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kama mwanzilishi wa msikiti huu, mwanzilishi wa msikiti huu amekuja hapa, huku ni shamba hakuna nyumba hata moja alipewa, hii shamba haina mbee haina nyuma, lakini kitu cha kwanza akajenga msikiti wa makanda na akajenga taasisi hii mwaka alfu mia na tisamia na moja hapo kulikuwa hakuna nchi yaitwa Kenya, kulikuwa hakuna kitu chaitwa Kenya, na ilikuweko misikiti kabla ya hapo, na misikiti ikiendeshwa kwa nidhamu ya kisawa sawa, na msikiti huu ni mfano wa msikiti ambao kwamba iliwekwa nidhamu na mwenyewe mwenye kuitoa hii, ni chamba kwamba itaendeshwa vipi ile trust yenyewe iliyoko. Mpaka chuo kikuu walipokuwa wafanya bahdhi juu ya trustee trustship walitukua mfano wa trustship ya msikiti huu. Hii ni kufahamisha kwamba misikiti ina nidhamu zake kutoka enzi. Kuna misikiti ya mbali zaidi na yote ilikuwa na nidhamu kamili. Leo kwa bahati mbaya, imekuwa kuna mswada wataka kwenda bunge, lakini hauwezi kwenda bunge mpaka upite kwa wananchi sehemu zote kwamba kuna mswada wa kidini ambao kwamba umetengenezwa, na hii ilitokea baada ya matokeo yaliyotokea ya Shakahola, Kilifi. Kuna padhiri moja ambaye kwamba alifanya mambo ya kuhujumu watu, kuhujumu mali za watu, kuwadanganya watu na kutukua mali ya watu kwa kutumia dini. Sasa imekuwa ati lazima kufanywe mswada, yale makanisa na misikiti yaendeshwe, kuwe na nidhamu ya kuendesha kwanza lau akatoka wakatoka watu wakenda kotini, sasa hivi hii itaanguka kwa sababu katiba ya Kenya si katiba ya kidini. Huaje mukaleta mswada wa kidini ndani ya bunge? Uo, huo mswada wenyewe umekwenda kinyume na katiba. Katiba ya nchi ya Kenya ni katiba yaitwa secular law, ni katiba ambayo kwamba haina mrengo wowote wa kidini, si ki ki wa Kikristo si wa Kiislamu, kwa hivyo kuzungumzwa mswada ambao utakwenda ndani ya bunge ni makosa. Sisi kama Supreme Council twaiambia serikali kwamba tutakwenda mpaka kotini ku challenge mswada ule, kwanza kuzungumzwa tu kisha. Katika katiba ya Kenya, kuna kifungu ya kwamba dini zote zitakuwa na uhuru wa kuabudu. Kusiendelewe kwa kuwa ati tutafanya mpango wa kuwa na watu wa wasajili misikiti yao misikiti haisajiliwi. Wenye kusajili misikiti ni wale watu ambao kwamba wao wenyewe ardhi ni yao, wao wenyewe ni watu ambao kwamba wameridhishwa na wenye ardhi. Hakuna masala ya jopo la watu wakaketi wakaendesha na kujaribu kuendesha misikiti. Misikiti hakuna cha members, hatutofanya kama dini nyingine kwamba ati kila mtu ajisajili kwamba yeye ni mtu wa msikiti huu Msikiti ni kila mtu aingia. Ikiwa msikiti wa Maka, sawaun lakifu fihi walbada, ni sawa wa yule kwa yule aliyoko kule na aliyokonde. Kwa hivyo na misikiti yote, mtu aweza kuingia msikitini akafanya ibada zake na watu hawezi kutaraadhiliwa, mujarabu wa kusajiliwa. Kutakuwa na rejistra, yule atakayesajili ndiye atakayetagua imamu. Hatuwezi kutaguliwa imamu na asiyekuwa Muislamu, hata muislamu hata muislamu hawezi. Kutoka muislamu atoka ibara huko, atuambie imamu wenu sasa ni fulani? Aa, tunazo mbinu zetu wenyewe, tumeambiwa sisi wenyewe tutague, falia umma aqra'ukum au falia umma afqahukum, kwa mienendo yenu wenyewe Kwataka kuundwa tume kwamba kila msikiti kutakuwa na kamati ya kuendesha ile misikiti. Mara utasikia msikiti fulani umefungwa au kumetolewa imamu. Haiwezekani, twasema waislamu wana taasisi zao Kabla nyinyi kutaka kujua kwamba kuna taasisi, sisi tuna misikiti miaka alfu moja leo na yaendeshwa wenyewe. Na kusitiwe tamaa ya kuwa ati msikiti ukisajiliwa mtapata ufadhili miaka yote misikiti haikupata ufadhili, itapata sasa? Hizi ni ndia za kushawishi watu, hizi ni ndia za kuweza kutamalakiwa kimila na kidini. Sisi ni watu tumeinukia na mila zetu sisi ni watu tumeinukia na dini, kabla watu wote hawayakuwa na dini, wengine walikuwa wakenda tupu. Kwa hivyo twaiambia serikali na twawambia wahusika kwa niaba ya taasisi ya Riadha kwa niaba ya taasisi ya Supreme Council, hatutakubali kitu kama hicho cha kuasisiwa kitu ambacho kwamba hakina kitwa hakina maguu. Twaiambia weiondowe fikra hii, misikiti kwetu ni kitu muhimu sana. Uislamu kitu cha kwanza huwa kifikiria msikiti. Ndio Mwenyezi Mungu asema inna awwala baitin ulialinnasi lalladhi bibakkata mubarakan. Inna awwala baitin, nyumba ya kwanza aliomba Mungu ni msikiti. Ulialinnasi, imejengewa watu ikiwa kitu kimejengewa watu, ni kwa kuwa kile kitu kimejengwa kabla ya watu hawayaya. Kisha Ibrahimu alipoinua ile, akaiomba kwamba wajalie waja, waja, mukima salati, ijalie hapa mahali kusimamishwe swala akatuombea na sisi wa min dhuriyati, na sisi ndio. Katika kila swala wewe utamtolea salamu assalamu alaika ayuha nabiyyu wa rahmatu llahi wa barakatuh, kisha utamwombea assalamu alaina wa ala ali Ibrahima, kwa kuwa yeye ndio alio alio alio sheria Akaomba katika watu wake waje wasimamishe swala, kitu cha ja kwanza ikawa ni swala, kitu cha ja kwanza ikawa ni msikiti. Mtume aliposikilia Madina, kabla hayasikilia Madina yuko Kubaa, waislamu wamejenga msikiti Kina Ammar bin Yasir wamejenga msikiti wako wa Kuba, kisha na alipokuja Mtume akaingia, akingia Madina akanunua yeye ardhi akanini, akajenga msikiti. Hakujenga nyumba yake ya kulala, alijenga msikiti. Na kila mtu na kila nyumba hufanya namna hiyo, ndio ukaona misikiti ni mingi sana, kwa sababu kila mtu hamu yake ni kujenga msikiti na msikiti. Mwenyezi Mungu mabana baitan, mwenye kujenga kujenga nyumba Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi na msikiti yataka kuamirishwa, inama yamuru masajid Allah, hakika si lingine, wenye kuamirisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni man amana billahi, ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu. <coughs> ikiwa humwamini Mwenyezi Mungu, hata huamirishi misikiti wala huoni utungu wa yambo lolote la msikiti. Leo dola za nje zimeleta fikra namna hii ya kujaribu kutaka kutamalaki misikiti. Wataka kutumia njia ambayo kwamba yaonekana ni ndia ya sawa, lakini si ya sawa nkama kijana ukatukua mpira ukauvisha karatasi kwa galama nijiwe ule kijana akiona le, akiuona ule mpira utaka kuupiga, akiupija umiagu lake. Ndio watu wa sasa hukutukulia sharia hivi, wakakupangia bebe, ukaona umezie kusikilia ni mambo mazuri. Tutakuwa na watu watayangalia ile misikiti, kutakuwa na kamati, kutakuwa na mkuu wa kamati, kisha ukiwa na matatizo yoyote ile misikiti. Maana kitu cha kwanza mtu ni ile tamaa ya kitu, kwa hivyo hatutoruka chomo, tukaenda tukapambana na mwamba kule tini. Ndia mzuri ni kufuata wazee wetu walipokuwa, tusiwe na tamaa ya kusajili misikiti ya kuingia mia filimia tu, hujui wanata nyingine, wenda kwenye maandamano wewe ukapoa bango ukabeba, hujui umebeba nini. Na ndio ulimwengu wa sasa kwa kuhadaana tu. yajulikana kwenye katiba hii. Ni katiba ambayo kwamba hairuhusu mambo ya kidini. Vipi mwatuletea mambo ambayo kwamba yataambatana na dini? Katiba yenyewe ni secular katiba. Vipi mwataka sisi tuje tuseme na tuandike tukubali, waladhalina tunene amina. Lazima watu watakuja paka Lamu, nafikiri itakuwa ni Jumaa, Alhamisi al au Juma au Jumatatu iyao, watakuja kutaka maoni yenu. Maoni ya watu yawe ni moja kwa moja, hatuitaki wala hakuna kujadiliana. Sisi hatutaki, hatutaki mtu asiyekuwa sisi, au yule atakayekuwa sisi ametumiwa na wao kuja kututumia, kuja kututia kwenye janga na kuwapa mambo yetu. Hatutaki vyama vovote ikiwemo Supreme Council tumeambia, hatutaki jukumu la kuwa ati sisi mutupe sisi majukumu ya kuangalia misikiti. La, misikiti ina wenyewe na kila misikiti ina wenyewe, na ikiwa kuna shida yoyote imetokea, iziko sharia ambazo kwamba za kinchi ambazo kwamba zaweza kutukuliwa juu yu ya yule mtu kama Makenzi wa Shakahola. Ilikuwa ni kitu cha rahisi, Makenzi ameonekana ame amedanganya watu, ziko sharia za kutukuliwa kotini, amedanganya watu, na hata ikiwa ni imamu amefanya makosa ziko sharia, kuna sharia za ugaidi ambazo kwamba ziko lau kama mtu ni gaidi atukuliwa pile kakutini, haijahusu kuambatisha na, na misikiti. Misikiti ni kitu ambacho kwamba ni nyumba ya Mwenyezi Mungu mtu hawezi kutukua msikiti akauweka sura takavo. Hawa wataka kutukua msikiti waifanye kama unga unga, mara utaufanya ni kaimati unga ono ono, mara utafanya ni mahamri, ni chapati. Msikiti haifanyi namna hiyo. Msikiti ni sacred house ni nyumba takatifu ya Mwenyezi Mungu. Hakuna cha kulinganiwa chochote, fala taduma Allahi ahadan, hakuna kulingania chochote siokuwa ni Mwenyezi Mungu. Isifanye misikiti ndio taa <coughs> ya kuombea au mkatupa tamaa ya kuwa ukisha kujisajili tutawapa kitu. fama atani Allahu khairu mimma ataku, alichonipa Mungu ni bora. Nabi Suleimani alipompelekea Suleimani eh, Balkisi barua, Balkisi akaita watu wake

nimetea kitabu kitakatifu wa inahu min Suleimana wainahu, bismillahi rahmani rahim, yataka yatoka kwa kuSuleimani na imeandikwa imeanza na bismillahi rahmani rrahim. Wale wakamwambia wewe, una uwezo, wewe una nguvu. Balqisi alikohodari akaona

alichonipa Mungu ni bora kuliko miukunipa nyinyi. Kwa hivyo, na sisi tuseme vilevile, tumeketi na umaskini wetu siku zote, hatutokuja sasa kuja kuambia tutapata kitu katika kuendesha maisha yetu kwa kupitia msikiti. Misikiti ibakie vile vile na heshima yake iwe ni vile vile. Hatutok, hatutaki, hatutaki registra aje awe yeye ndiyo mfawidhi wa misikiti yetu. Mujarabu, mkijaribu kwa kumpelekea thewa mdomoni, atakumiza wewe na uchompeke yeye. Kwa hivyo kutoka mwanzo sisi iwe ni misimamo yetu, ni sisi tutaendesha misikiti yetu kwa umasikini wetu wenyewe. Katika misikiti ni watu hutoa, hawapowi. Katika uislamu hakuna, ku, hakuna kutoa, hakuna kupoa. Ah, wewe ni kutoa tu wmatukadimuni ya amfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, usiwe katika dictionary yako wewe nkupokea wewe tu, iwe ni kutowa. Ndio ukaona kwenye misikiti utaona watu wako wengi kwenye, kwenye makanisa huoni maskini kwamba hutoa wa ukoa wao huweta huwetea wale mapadiri tu. inna kathiran min alahbari walruhbani la yakuluna mwalanasi bilbatil. Katika Waislamu hakuna masala ya kushika, ni kutoa na watu wamejenga misikiti kwa umasikini. Ndani ya Amu, misikiti yote iliyojengwa imejengwa na watu masikini, imejengwa na watu ambayo kwamba hawana chochote, lakini imani ni quwwatul imani. Tusiuze imani yetu kwa kuuza misikiti yetu na kwa kuuza dini yetu. Kwa haya machache, na watanabahisha kwamba hii ni bili mswada ambao kwamba ukondiani uyao ni watu waikatae kikamilifu. Uislamu si mambo ya kutukua utakalo kaliata utakalo a, a, udkhulu fi silmi kafa In totality, kabisa kuingia kwenye Uislamu na kuutetea Uislamu ni kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu na dini ya Mwenyezi Mungu hutetewa kwanza, huwa ni msikiti. Tusikubali kwamba misikiti iwe itakuwa regulated itaendeshwa na wasiokuwa watu wa misikiti.